Taasisi ya Jamarat Hajj and Umrah travel imesafirisha zaidi ya mahujaji 60 kutoka Tanzania kuelekea Maka kutimiza ibada ya hije. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Shekh Abdallah Ndauga ambaye ni rais wa Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, akiwa ni miongoni mwa wanaosafiri na mahujaji kwa ajili ya kuwaelekeza na kuwaongoza kwa yale yatakayotakiwa kufanyika. Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu ya hija, chukueni kutoka kwangu mimi ibada ya hija. Kwa hiyo nakwenda huko, eh, kufanya ibada ya hija, lakini mzigo mkubwa ni kuhakikisha kwa uwezo wa Allah ndugu zangu wote ambao ninaambatana nao kwamba ibada zao ziende kwa mujibu wa takwa la Mwenyezi Mungu na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiutekelezaji sawasawa. Ni kivitendo ki, ki, ki e, kimaneno ki panapitaji maneno ni maneno yapi, asemwe kitendo ni kitendo kipi kifanyikwe vipi, katika muda gani? Hiya ndio masala ambayo inshallah tunatarajia kwenda kuyafanya e, katika ibada hii ya hija. Katika mahujaji sitini wapo mahujaji zaidi ya ishirini ambao ni wanawake na hapa Katibu Mkuu wa Jamarat Hajjat Mayasa alieleza idadi ya mahujaji walioambatana nao mwaka huu eh, Jamarati Hajj and Umra Travellers inasafiri na idadi ya watu 60 kama mahujaji na hujaji mwingine ni daktari wetu wa sitina moja ambaye ametangulia jana waitambue ibada hii kama ni nguzo lakini la pili wajipange Jamarati Hajj and Umra Travellers tumefungua akaunti ya kuwekeza kidogo kidogo kuwarahisishia Waislamu wa Tanzania waweze kuitekeleza hii ibada kwa kuwekeza kidogo kidogo akaunti yetu iko Amana Bank inaitwa Jamarat Haji Marathon. Watu wanawekeza kidogo kidogo kwa kushindana, ili Allah akijalia, kama sio mwakani, basi mwaka kesho kutwa, kutokana na gharama ya mtu anakwenda kutekeleza ibada. Jamarat Haji and Umra Travel wameweka misingi iliyo bora kwako wewe, hujaji mtarajiwa, na wako tayari kukuhudumia kwa weledi, utulivu na maelekezo ya kina, kama inavyoelezwa na makamu mwenyekiti Amir Hof waje wapitie wa, wa Jamarat Hajj and, and, and Umra Travellers, taasisi ambayo kwa kweli imekuwa ni taasisi pendwa, na imekuwa pendwa kwa sababu si kwamba imependwa tu hivi hivi, aa, ziko sababu ambazo zimeifanya ipendwe. Moja ni kuwahudumia mahujaji wake, lakini pili, inawapa semina za kutosha, semina ambazo kwa kweli, kwa anayeeleza, ukipata maelezo ya mwenyekiti wangu, ukiwa katika semina ya Shekhe Musa Kundecha, ukapata maelezo ya Shekhe Abdallah Ndauga, kwa kweli unatoka katika semina ukiwa ume, umeshiba hata ukiachiwa wewe bila kupata mwongozo mwingine, unaweza kufanya hija na umra ukamaliza bila kupata, kupata mtu wa kukuelekeza.